nina kusalimu kwa jina lipitalo majina yote hili sio jina la mtu awaye yote bali ni jina la bwana wetu yesu kristo karibu katika mfululizo wa masomo ya siku kumi za maombi kwa mwaka wa ishirini na ishirini na sita mwaka huu tunalo somo kuu linalosema kufunguliwa na leo tunaenda kuiangazia siku ya tisa kati ya siku kumi za maombi tukielekea katika miisho kabisa ya siku hizi kumi za maombi Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya siku ya leo, asante kwa ajili ya upendo, asante kwa ajili ya baraka, asante kwa ajili ya rehema ambayo tumeendelea kuiona katika maisha yetu. Tunalitukuza jina lako kwa sababu umetufungulia. Neema yako yatosha, pendo lako latubidisha dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele amina. Mada ya leo inasema kuwatunza na kuwajali waliosahaulika. Fungu elekezi linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya tatu aya ya kwanza hadi ya kumi. Wakati wa pekee pamoja na Mungu. Maombi. Chunguza neno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 kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu, mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliyowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula, nalikuwa na kiu, msininyweshe, nalikuwa mgeni, msinikaribishe nalikuwa uchi msinivike, nalikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au uu mgeni au uu uchi au uu mgonjwa au uu kifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, amin, nawaambia kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao walio wadogo hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Yesu anatualika kumtunza nani? Je, Ye? Yesu anaathiriwa vipi binafsi na namna tunavyowatunza watu hawa waliosahaulika? Hekima kutoka kwa Ellen White. Kila tendo la wema lililofanywa kwa jina la Yesu linakubaliwa na yeye kana kwamba limefanywa kwake mwenyewe. Kwa kuwa yeye anafungamanisha shauku yake na ya wanadamu walio katika mateso na amelikabidhi kanisa lake kazi kuu ya kumhudumia Yesu kwa kuwasaidia na kuwabariki walioko katika mahitaji na mateso. Wawote watakao watakaomhudumia kwa moyo wa kupenda, baraka za Bwana zitabaki juu yao. Counsels on Stewardship ukurasa wa 164. Kusudi la maombi. Omba Mungu akupe macho ya kuona watu walioko katika mahitaji kana kwamba ni Yesu mwenyewe na kuwajali kana kwamba ni Yesu. Wanafamilia au marafiki Shughuli ya kushirikiana. Mwalike kila mmoja miongoni mwa wanafamilia au marafiki kusema kuhusu mtu fulani katika jamii ambaye ni mhitaji kwa namna fulani. Kwa nini wote hatuoni watu wale wale walioko katika mahitaji? Ombi kwa ajili ya Roho Mtakatifu soma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya tatu aya ya kwanza hadi ya nne ambayo imeandikwa basi, Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa tisa, na mtu mmoja aliyekuwa akiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao mzuri ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema, "Tutazame sisi." Petro na Yohana walikuwa wametembelea hekalu mara nyingi. Haikutajwa kuwa walisimama kumsaidia mtu aliye na mahitaji. Ni nini kilichowafanya wamwone mtu huyo kwa wakati huu? Tazama Matendo ya Mitume sura ile ya pili aya ya nne sehemu ya mwanzo. Matendo ya Mitume 2:4 sehemu ya mwanzo imeandikwa, wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Hekima kutoka kwa Ellen White: mbinu ya Kristo pekee ndiyo itakayotoa mafanikio ya kweli katika kuwafikia watu. Mwokozi alijumuika na watu kama yule aliyekuwa akitaka wema wao. Alionesha huruma Yake kwao, aliwahudumia mahitaji yao na wakamwamini. Kisha akawaamuru, Nifuate. The Ministry of Healing, ukurasa wa 143. Omba moyo wa Yesu kwa ajili ya watu waliosahaulika na wenye mahitaji. Familia ya kanisa, ukaribisho, ibada katika maombi. Kiongozi kwa wote, kaini katika vikundi vyenu vidogo, timu ya maombi itaalika kikundi chenu kidogo kuomba pamoja kupitia neno la Mungu. Baada ya kuomba kwa dakika chache mtaisikia timu ya maombi ikiimba ubeti mmoja wa wimbo mtakaposikia tafadhali hameni kutoka katika maombi kwenda kwenye wimbo shukurani vikundi vidogo soma mathayo mtakatifu sura ile ya tisa aya ya 35 biblia inasema Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Mshukuru Mungu kwa huduma binafsi ya Yesu kwa watu, si mpango tu. Wote imba wimbo wa shukrani. Tubu. Vikundi vidogo Soma Mathayo sura ile ya tisa, aya ya thelathini na sita. Na alipowaona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ungama ukosefu wetu wa upendo kwa watu. Mwombe Mungu atusamehe kwa kutokuwa na huruma ya Yesu kwa wale wenye mahitaji. Wote imba wimbo wa toba. Ombi. Vikundi vidogo. Soma Mathayo 9 aya 37 na 38 inasema, ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Mwombe Mungu akutumie shambani mwake ili kuwatunza watu wenye mahitaji wote. Imba wimbo kuhusu Roho Mtakatifu. Shuhudia vikundi vidogo. Unda vikundi vya watu wawili au watatu ndani ya vikundi vyenu vidogo. Ulizeni na kujibu: Mungu alikusaidia vipi kufanya changamoto ya saa 24 ya jana? Changamoto ya saa 24 ya jana ilisema mwombe Mungu awaoneshe jambo moja ambalo angependa mlifanye ili kutimiza hitaji la mtu katika familia ya kanisa lenu. Jitolee kufanya tendo hilo la upendo kabla ya mkutano wa kesho. Soma Matendo ya Mitume tatu aya ya kwanza hadi ya kumi kwa ajili ya maandalizi ya kesho. Shughuli ya kushirikiana. Kiongozi kwa wote: unganeni wawili au watatu, muelezee kuhusu wakati ambapo mgeni alionyesha huruma kwa mahitaji yako na akakusaidia. Aliathiri vipi maisha yako? Wakati huo, mwombeni Roho Mtakatifu abariki neno. Ibada katika neno, vikundi vidogo Soma Matendo tatu, aya ya kwanza hadi ya kumi. Ni kwa namna gani kiwete akiwaona Petro na Yohana kulipelekea kumjali? Matendo ya Mitume sura ile ya tatu, aya ya kwanza hadi ya kumi, inasema basi, Petro na Yohana walikuwa kikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa tisa, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu itwao Mzuri, ili aombe sadaka kutoka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho Ndicho ni kupacho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu, akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalo. Wakajaa ushangao wakastaajabia ya mambo yale yaliyompata. Hekima kutoka kwa Ellen White: kuna haja ya kuwa karibu na watu kwa jitihada binafsi. Ikiwa ungeweka muda mdogo kwa ajili ya kuhubiri na kuzingatia zaidi huduma binafsi, matokeo makubwa yangeonekana. Wanyonge wanapaswa kusaidiwa, wagonjwa kutunzwa, wenye huzuni na waliokosa tumaini kufarijiwa, wasio na elimu kufundishwa na wenye uzoefu mdogo kupewa ushauri. Inatupasa kulia na wale waliao, kufurahi na wale wanaofurahi. Tukishirikiana na nguvu ya mvuto, nguvu ya maombi na nguvu ya upendo wa Mungu, kazi hii haitakuwa bila matokeo. The Ministry of Healing, ukurasa 143 hadi 144. Kusudi la maombi. Kiongozi kwa wote: katika kikundi chako kidogo, ombeni kuwaona watu kama Yesu anavyowaona. Omba moyo wako uhimizwe na huruma unapoona watu wenye mahitaji yasiyotimizwa. Wito. Kiongozi kwa wote, nani hapa usiku huu anahitaji moyo wa Yesu kwa ajili ya waliosahaulika katika jamii yako? Njoo na ujiunge nami kuomba huruma ya Yesu kwa wale wenye mahitaji. Changamoto ya saa 24. Kiongozi kwa wote, mwombe Mungu akuoneshe mtu aliyesahaulika katika jamii yako. Muulize anahitaji nini kutoka kwako na kutoka kwa Yesu. Mhudumie mtu huyo kwa jina la Yesu. Kabla ya mkutano wa kesho, soma Matendo ya Mitume sura ya 4 aya 32 hadi 37, ili kujiandaa kwa ajili ya kesho. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya siku kumi za maombi. Leo ni siku ya tisa, mada ikisema kuwatunza na kuwajali waliosahaulika. Ikiwa Bwana atatupatia nafasi hapo kesho, tunapohitimisha masomo haya ya siku kumi za maombi, tutajifunza mada ya siku ya kumi inayosema kufanya ukarimu wa kipekee. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo Pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.